ya nadhani na kuanza kula vitu hivi, watu wanaweza wakasema nimeanza sasa hivi, lakini nilianza zamani sana. Nakumbuka mimi nilivyokuwa mdogo mdogo, nilikuwa naitwa mporipori, mporipori, mporipori. mporipori. kwa sababu okay. maisha nilokulia mimi nyumba yetu ilikuwa iko pembeni, alafu, mm. kuna pori. Kwa hiyo nilikuwa natumia wale mbwa kwenda kuwinda. Kwa hiyo okay. mbwa akimkamata mnyama yoyote, mi nitamchinja, nitamtengeneza, nitawapa mbwa na mi mwenyewe nitakula kwa hiyo nilikulia katika kula vitu vingi, nishakula vitu vingi sana, wanyama wengi sana wa porini nishakula. Kwa hiyo, sasa, kilichotokea mpaka, nikaanza kuonyesha watu nakula nini, ni kujaribu tu kutaka sasa na watu waone, kwa sababu nataka na mimi ni, ni hii hamu ya kula ambayo ninayo. Kutokana na maisha sahivi ni magumu sana bro, inabidi watu wale sana, watu wale. Umeona? Hivi kama hivi vinapatikana kwa urahisi sana Situmi gharama yote kumpata upanya hmm. Anakuja kwenye maeneo yangu namwekea tu mtego, anaingia okay. Mi kwenye feji langu na stok kama sahivi nimeacha stok kama panya kumi na tatu no. Kicheche mla kuku, eh. <laughs> aliingia kwenye banda la kuku akala <laughs> kuku wa mama yangu <laughs> nikaondoka na mbwa nikaenda kumsaka porini wanaingia kwenye mashimo wale. Basi nika alivyoingia kwenye shimo nikachimba lile shimo, nakumbuka nilichimba mpaka nikampata, nikamkatakata ila hakua jui kama mi nakula akina madhara kwenye mwili wangu. Panya wangu hapa navutia kabisa aoousnazingatia na vigezo Mbwa siwezi kula. Kwa sababu moja, mi napenda sana mbwa, alafu okay, nawaheshimu mm -hmm. Mbwa ni mlinzi unajua, mm -hmm. Iko siku moja nitakuja kumla kwa sababu siwapendagi, vimishaki vyake ni vitamu sana, ni mishkaki mishkaki, inayopikwa njiani nyingi nyama zake zinakuwa sio rasmi. Oh. mm -hmm. Kwa sababu lengo lao ni kupata faida kwao, kama pakapaka unaozagaa kule, akimpata kwani asitengeneza akapata hela nyama kwenye bucha. Okay. mm -hmm. Yaani hata mtu akija kuwekea kwambia nyama ya kuku hii unakubali? Si maana ni white meat. mm. Ukiangalia lipaja ukilishika hili mm. nasema, umeona. Nikashika lipaja mm. Nika nikasema ni paja la kuku, mtu atakataa, mi ni Mchaga no. Mchaga piwa kabisa wa Kibosho, lifestyle yangu tu nikuwa napendaga hivo vitu mm. Na sahivi nime, yani nime, nimeamua ku kuendelea nayo Lakini kwa sijaanza leo ila ki, kinachoendelea sasa hivi tu ni kwamba najaribu kushare sasa na watu experience yangu nini hiyo lifestyle yeah.